Bwana Yesu asifiwe sana ndugu mtazamaji wetu wa online TV ya Kibada New City. Ni, ni kipindi kingine tena tupende kukukaribisha kwa ajili ya siku ya leo, tunayo mahojiano mafupi sana kwa ajili ya kambi kubwa na kongamano kubwa la maombi ambalo tumekuwa nalo kanisani hapa kuanzia Jumatatu na linakwenda kuhitimishwa siku ya kesho ya Jumapili, lakini leo ni siku ya sita ya kambi. Tunayo mambo kadha wa kadha ambayo tutakwenda kujadiliana hapa na watumishi wa Mungu ah, baba yetu na mchungaji kiongozi. Bwana Yesu na asifiwe sana. Habari amina, amina. ya leo nzuri. Unazungumziaje juu ya kongamano eh, kubwa ambalo limeweza kufanyika kuanzia siku ya Jumatatu mpaka leo siku ya Jumamosi, lakini kabla hujaweza kuendelea ah, watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wangependa kufahamu unaitwa nani na unachunga kanisa gani kabla hujaendelea kulizungumzia kongamano hilo ambalo tumeko nalo ndani ya siku hizi saba mahali hapa, Mpendo mtangazaji wa online TV ya TAG Kibada New City, majina yangu naitwa Mchungaji Ernest Rocky Masi. Ni mchungaji kiongozi wa kanisa hili la TAG Kibada New City linalopatikana Kigamboni, ukiwa unatokea Kigamboni unapanda magari yanayokwenda Kongowe yanayopitia mji mwema na unashuka kituo kinaitwa Bigi Shangwe na hapo Bigi Shangwe utakuta bodaboda boda. Kama una gari unaweza ukagugo kwenye Google, ambayo ni TJ Kibada ni usite na itakuleta, itakuongoza kufika kanisani, ni kama kilomita moja na nusu mbili hivi kufika hapa kanisani. Kwa hiyo na anayetoka Kongowe pia tu, akishuka Shangwe anauliza kanisa la TJ Kibada linaloongozwa na mchungaji. Nadhani watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wameweza kuelewa kwa utambulisho huo na pia location ya kanisa. Lakini je, unazungumziaje juu ya kongamano kubwa na kambi kubwa la maombi ambayo yamekuwa yakifanyika hapa ndani ya kanisa la Tanzania Assemblies of God, Kibada New City na tukiwa na mhubiri mkubwa na mwinjilisti wa kimataifa Uh, Esta Zawadi kutoka Mtwara unalizungumziaje kambi na kongamano hilo? Mpendwa mtangazaji, kambi hili limekuwa la baraka kwetu sisi wana Kibada New City pamoja na Kigamboni kama watu wa, wa, wa, wa, walio tutazama nilipokuwa natoa mwaliko wiki iliyopita uh, na Jumatatu tuliwaambia tutakuwa na kongamano kubwa la kihistoria, ni kambi la maombi na maombezi ambalo limefanyika tangu siku ya Jumatatu kulikuwa na maombi ya mfungo na tutamaliza kesho baada ya, ya ibada ya mchana ambayo yalikuwa watu wanakunywa uji tu na kushinda hapa kanisani, na kongamano limekuwa nzuri. Kabla ya kongamano kuanza, mtangazaji wangu uliniuliza swali pia kwamba mm, mm, mchungaji uh, unataka uh, kongamano hili linakuwa na kauli mbiu gani? mm, nakumbuka. Ehe, na nikakujibu nikasema labda wacha nimuulize huyo mhubiri labda na kitu ambacho anaweza akaja kusema Lakini usiku wa kuamkia Jumatatu nikaa namuuliza Mungu kwanza, wakati nimekujibu tu nikiwa njiani, Mungu akasema huyo mhubiri anayekuja, yeye sio mchungaji wa kanisa hili mm, mwenye mm, maono na, Mungu, na, na mtu niliyempa maono ya kanisa hili ni wewe mm. Kwa hiyo wewe ndio unatakiwa kutoa direction au mm, mwelekeo wa kambi hili. Maana yake nini? Maana mm, wewe mm, ndio umeweka hiyo ratiba na ukamuita mtumishi mm, yeye yeah, atakuja mm, lakini wewe ndiye mwenye kusudio la nini mnataka kihubiriwe ki. Kwa hiyo usiku wa kuamkia Jumatatu wakati nimeomba Mungu akawa amesema nami kupitia kitabu cha cha cha cha, cha kitabu cha um, Kutoka. Kutoka sura ya ya kwanza na Kutoka sura ya pili Kutoka sura ya kwanza na Kutoka sura ya pili Kutoka sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa kumi na nne na Kutoka sura ya pili mstari wa ishirini na tatu hadi wa ishirini na tano kwa habari ya historia ya wana wa Israeli, na Mungu akaniambia kwamba kongamano hili uh, litakuwa lina kichwa kinachosema kuachiliwa kutoka katika kushikiliwa katika nguvu za adui, na mimi nikashangaa kwa sababu sisi, unajua, mimi ni Assemblies of God, sio mtu wa mafunuo funuo na kwenda kinabii nabii sana, ni watu ambao we are the criticizers eh, msinielewe vibaya Assemblies wenzangu, lakini ni Mungu ametupa neema hiyo kwa sababu ni watu wa kuyachimba maandiko lakini pia ni watu wa kuthibitisha wakujaribu unabii. mm. Kwa hiyo usiku ule Mungu akaniamsha, akaniambia hivi ndivyo itakavyokuwa. Na nikaona kwenye lile kongamano watu wengi wakifunguliwa kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo tangu Jumatatu tulikuwepo wenyewe, mhubiri huyu aliingia siku ya Jumanne. Lakini tangu Jumatatu, Jumanne kongamano lilikuwa la baraka sana. Jumatano alipoanza maombezi, watu wengi wamefunguliwa. Mpendwa mtangazaji, hapa kuna mwanamke ambaye mtoto wake alikuwa yuko Bukoba mm. Na yule mtoto alikuwa amefanyiwa operation nafikiri ametoa uh, ushuhuda kwenye, kwenye online yen yes, watu wataona mm. Ehe, na bila shaka nitakuonyesha uh, ile, ile, ile, ile hali ya mtoto ilivyokuwa, kama utataka kuona. Kwa hiyo huyo ni wa kwanza, akiwa kule, mtoto alikuwa amefanyiwa operation na na, na, na tumbo likaumuka ghafla mm. Inaonyesha alikuwa ni nguvu za giza. Mtoto wa darasa la pili akiwa huko anafanya kazi kule, mtoto tumbo likaumuka ghafla, wakasema